Nam, michuano ya vilabu barani Afrika ni michuano ambayo imekuwa ikivuta hisia za watu wengi sana. Hapa nyumbani Tanzania, bado tunawakilishwa na timu moja tu ambayo ni Simba Sports Club. Tunafahamu kwamba Simba inatupa karata yake hii leo pale Misri kwenye mji wa Suez, ambapo itakuwa nacheza na Al Masri Simba ndo timu pekee kutokea Afrika Mashariki ambayo imebaki na kuiwakilisha Tanzania. Sasa michuano ya vilabu barani Afrika imekuwa na vibweka, kama ambavyo nimekwambia mara nyingi, tumezoea kuona uh, soka la Afrika, bado kuna vitu ambavyo hauwezi kuviona kwenye bara Ulaya, yaani bara Europe, uh, vibweka, vinavyotokea vitu vya nje ya uwanja na vitu kama hivyo. Sasa kuna hii kauli imekuwa ikizungumzwa sana na mashabiki wa Simba, lakini mashabiki wengi wa football pia Tanzania wamekuwa wa wakisema kwamba Simba ni dudeli kubwa sana when it comes to michuano ya vilabu barani Afrika, yaani ikiwa ni CAF Confederation lakini pia CAF Champions League. Simba imekuwa ikifanya vizuri sana na imekuwa ikivutia watu wengi sana kuitazama hii imewekwa hivyo kwa sababu Simba amekuwa akifika robo fainali kila mara ambapo anakuwa akishiriki michuano hii, hivyo imetengeneza ukubwa wake na imejikatia ka sehemu kake. Sasa hii kauli ya Simba ni lidude likubwa inazidi kudhihirika baada ya Simba kuwa inafanya vitu alafu kuna vilabu vingine vinakuwa vinakuja kufanya nyuma ya Simba. Utakumbuka kwenye mechi kati ya Simba dhidi ya Sfaction kutokea kule Tunisia ambayo ilipigwa hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Mkapa baada ya ule mchezo kuisha na Kibu Dennis kufunga goli la pili dakika za jioni kabisa, kilichotokea ni kwamba wale waarabu ambao walikuja mashabiki wa CS Faction waliingoa viti na vurugu kubwa ikatokea. Hatimaye jana tumeona kwenye mchezo dhidi ya Mamelodi Sundown pamoja na Esperance de Tunis pia kutokea Tunisia. baada ya mchezo kuisha, Mamelodi Sundown wakawa ameshinda bao moja kwa sifuri alafu wa mashabiki wa Esperance de Tunis pia wakaleta vurugu kwa kuna vurugu zinaendelea, lakini tarehe nane ni kurudisha nyuma mpaka tarehe nane mwezi wa tatu, ambapo kulikuwa kuna mchezo uchezwe kati ya Young African dhidi ya Simba Sports Club, na hatimaye Simba waliandika barua kwamba hawatocheza mchezo ule kutokana na vurugu ambazo wanafanyiwa ambazo haikupita wiki moja, Al Ahli nao wakagoma kuingia uwanjani, hivyo hii imetengeneza hii ya kusema kwamba Simba wakianzisha jambo na timu nyingine kubwa pia zinafuata. Una maoni gani juu ya hili? Hebu tuwekee vibweka hivi ambavyo vinatokea, ambavyo Simba Sports wakiwa wamevianzisha na timu nyingine zinakuwa zinafuata. Tuandikie hapo chini kwenye comment section, lakini pia usiache ku like share pamoja na kusubscribe. Mimi naitwa Nadi Dadi Charity, tunaitaga Wizis na Junior ini Fay TV.